Baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma humu nchini sasa wanatishia kuandamana iwapo serikali haitatatua mgomo wa wahadhiri unaoendelea kwa wiki tatu sasa. Wanafunzi wanalalamikia kusalia bila masomo kufuatia mgomo huo, huku wakitaka suluhu ya haraka kati ya wahadhiri na serikali, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Meri Mwoki. Huku mgomo wa waathiri wa vyuo vikuu unapoingia wiki ya tatu, wanafunzi wanataka suluhu ya haraka wakisema wanapoteza muda wao mwingi kwenye mabweni na maktaba, huku wakihofia kupoteza muhula mzima wa masomo. We demand for Right now, there's an ongoing strike of the lecturers. We will not sit back and relax while these people are delaying our dreams in this nation. Kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza hali ni ngumu zaidi, kwani walifika chuoni katika wiki ya kwanza ya masomo mgomo ulipoanza. Mgomo huu wa vyuo vikuu vya umma unafanana na ule wa mwaka uliopita uliosababisha muhula kuingia robo ya kwanza ya mwaka huu, na sasa wanafunzi wametoa makataa

The, the muungano this, this, this wa wasu ulitoa notisi ya siku saba mwanzoni mwa muhula wa kwanza na kisha kuanza mgomo ukidai serikali haijalipa shilingi bilioni saba nukta tisa zilizosalia kutoka mkataba wa mwaka elfu mbili kumi na saba hadi mwaka elfu mbili ishirini na moja. Na sasa wahadhiri wanataka mazungumzo mapi mapya kwa makubaliano ya mwaka 2025 hadi mwaka 2029. 229 Miri Mwoki, runinga ya Citizen.